Msimbe voice nusu, niliongea kila kitu, sijamwacha mtu, sio muongo. Leteni voice, msikatekate, mtipindishe. Sawa, usiedit usitoe vimaneno maneno, ili naye Moza aje kucheza sangolo hapa, aje kucheza ngololo hapa. Sawa. Jiulize sana ile swali, nakujibu leo. Juma Masha shantukana so mara moja, so mara mbili Ashaniita teja, ashakuja kusema simpendi Zuchu, ashantukana si nini, lakini leo niko tayari kumface. Itaneni, itaneni usio wema, nyie mnataka kuchafulia na majina, yani kila kitu. Ni mtu ana miaka thelathini na tano kaamua mwenyewe na kafanya nachokitaka, kwa nini mje mniataki mimi? Nyie mmekaa huko kabisa, yamevuja, mnamwingiza na ludiva ta kama Uliva ni msanii mwenzangu. Mimi kama simpendi mtu, simpendi na sababu zangu. Anipende nipele, sababu zake, sio nyinyi. Sio nyinyi. Wasanii wa Tanzania wote wakiwa tunachikana kichina, na namkumbuke hivi. Mimi sio mtu wa kumpigia mwanamke, naomba kuonana naye. Ni wao wenyewe wanatafuta mimi, babu mimi na hela. Na sije kutumia hela malaya yote, Tanzania hii mneniona naye. Umuone, kapaka makeup, kavaa, kavua, nimelipia koitaneni vizuri, niwape ukweli. Msimtie mtu ubaya, isaneni vizuri niwape ukweli. Kama mko tayari, nunueni maji, mkae chini, miteni na Moza aeke pale ngololo acheze. Mmenielewa? Umchukue na Masha aeke bandeji nyingine karibu. Cause my friend this time aeza kakata kichwa. Spendi usenge, oya, spend ujinga, spendi ushamba, sindotu maarufu na hiyo tabia yenu, mkikana hatu Umemrekodi, umemrekodi. Mimi si rekodi hii, inajirekodi mwenyewe. Babu siogopi rekodi, na kuchana na kuchama na, nakwambia kwa itaneni vizuri, niwaambie mnaotaka kuyajua, itaneni vizuri, niwape habari moto moto. Mbona mnapeana ukweli, mnajiaminisha? Mimi nilikuwa naye madamu, si madamu si ndo dada yenu? Mimi niko naye mimi mwanangu tu, na nitamsitiri yeye, ila nyinyi mtawadhalilisha. Yani nyinyi mtawadhalilisha Producer, msanii, mwigizaji wala bodi, nitawadhalilisha. Nimeekodiye, nimelekodi nikuwa najua na voice zenu, what ayanze nyi mnauza, mi siuzi, nakuja kuwapostia wazee bule hapa bule, Instagram simpimange, nitazipost free bot all the voices amb sauti yangu wa Tanzania Mnafikiri bichizi eh? Wema kaitwa kwa sababu anamuonea labda na na damu yake. Na labda mnataka sasa, ngoja. Mnataka Wema awe mbunge Miss Tanzania? Eti leo akawe mbunge, hiyo ni bahati ya joketi tu, jamani. Ibaki huko. ah -ah, ni nini? Hiyo ilitokea ni tu kwa dada Jojo, ibaki humo. Ni nini? miaka ishirini na nane si ishirini na saba miaka thelathini na tano thelathini na sita na mwaribu mi ndo mbaya, mi ndo sipendi mapenzi yake, namtaka ozwa, singetembea nao, tamgikinigigi huko, presha vitu gani? Nyi mna akili nyinyi? Nyi mna akili nyinyi? mnamtoa nani akili hapa? Tu ni chizi. Mimi ni chizi kweli. Hamna 3G no 6G. Kwa Mungu siwezi so kukuweka tena karibu Masha sababu nakujua. Ila kama we mtu mzuri, ongea ukweli. We ni Gemini, right? Your birthday is after six days. Talk the truth. Ongea. Ongea. We si mwanamke sema, Masha. Zungumuza. We Juma. We si mwanaume si ushoga, si uchoko. Ongea. Mana nitakuja na ofisini kwako.

Masha mmempata zuch kaab mimi nimemwambia nilompeleka pelekale choko sukari, paka sukari, kwenye ngozi. Mbembe, nimechoka kuonekana mbaya. Kila mtu baya yake utamrudia uso muda wenu. Yaani uso muda wenu mmemtangazia kila kitu kibaya mmeshafanya kila kitu paka ma DSTV, mkani conflict paka hivi. Oh, mdogo wangu nini? Nyi mateja mwajui, nyinyi vichao mwajui. Mi nakuja kuonyesha na voice na ukushahidi. Wallahi kila mtu aandae begi lake, tunaenda soba, nawaambia ukweli Subi.